Wana miisho yao, we peke yako Bwana harakosikata yama, ni Mungu usiye na mwanzo usiye na mwisho. Rekaparatapakasiakata wanainuka watu, tunajua asili zao rikaparabasikata tunajua background zao, tunajua walipozaliwa rikoshakata maya, lakini Mungu ni nani aijuaye asili yako na bado Mungu umebaki kuwa Mungu. Bado Mungu umebaki kuwa mwaminifu. Uaminifu wako umeendelea kuwa, mk kuwa mkuu e Bwana, rika tamanderia sa. rika tamanderia sataba. Bwana tumekuja emani mwako Bwana tumekuja mlimani mwako, tumekuja kukuambia asante kwa uaminifu wako, tumekuja kukushukuru Mungu ketie katika mlima wa moto, hikarapakataya unaketi katikati ya maserafi na katikati ya makerubi hikarata paseketa. Kwa neno lako dunia ilisimama na ijaanguka mpaka leo, sheketeria maka taraba babosi ama. Kwa neno lako dunia itakunjwa kama karatasi, rekarapakataya maka. uliamuru ikawa reketeria masakata neno lako ni amina na kweli, ripa soto pokorama katoriya masa hera paka seketeria makata kwa maji hakuna kama wewe kwenye ulimwengu wa anga hakuna kama wewe kwenye ulimwengu wa nchi kavu hakuna kama wewe katika nchi ya wanadamu walio hai, we Mungu uko peke yako rakata para pasikete, neema yako inashangaza kama nini! Rakata ramaka sikete reka para makata rababa kata, najisikia fahari, najisikia furaha kuwa mbele zako tena. Rakata mandiri yako, najisikia amani kuwa uweponi mwako tena. Rakata para kata rakasekete, moyo wangu nakufurahia Bwana wa mabu. Eh, manderi ya saka, moyo wangu unakuonea shauku tena usiku wa leo shote, ripaka na wewe, wote waliokaa na wewe Bwana hawakubaki kama walivyokuwa. Raka sheteriasakata ninauhakika na wewe Bwana wa mabwana ya eh, kwamba kwenye maombi ya leo sitabaki kama nilivyokuwa ya karapa sekreteria masaka sitabaki kama nilivyokuwa. Raka tarapa sekete kuna badiliko litambatana na mimi tena. Raka seketeria masaka reketeria masaka kuna jambo jipya litaandikwa kwenye ulimwengu wa historia ya maisha yangu. Re debo e shakata reaba he shakata he Baba, nimekuja mbele zako, mfalme wa amani unayechunguza mioyo na viuno vya wanadamu. rakarapa seketeria makata reketeria masakata chunguza ndani yangu Bwana wa mabwana, raka seteperia taba chunguza ndani yangu mfalme wa amani, rekeriba sakata rama makata reposhete bena maseketeria <coughs> saka pale ambapo bwana nimekukosea pale ambapo nimeenda kinyume na wewe pale ambapo mikono yangu imekutenda uovu pale ambapo bwana macho yangu yamekutenda uovu pale ambapo bwana wa mabwana moyo wangu umeenda mbali na wewe. Ni maombi yangu tena usiku wa leo, kabla sijazama kwenye kilindi na kina cha maombi ya e kwamba Bwana unitakase ya e kwamba Bwana unioshe rakarebosheketeria masaka. Fungua kinywa chako tu muombe Bwana rehema na toba. rakareboshat naraba seketa, e Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka, rehema mfalme wa utukufu, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, Bwana wa mabwana reko shada bari asia diba kadiama e Bwana, nimezitafakari njia zangu na nikagundua ya kwamba kuna mahali nimekukosea. We Bwana, nimezitafakari njia zangu nikagundua ya kwamba nimeenda mbali na wewe. rakariposhataparemanoriasa We ni mungu usiyosikiliza maombi ya wenye dhambi, ukasema ya kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zako. rakaripo shede ya makateria manda sitamani maombi yangu yawekelele kwako Bwana. Natamani maombi na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako raka rimo sheketeri ya masaka. Roho Bwana takasa utu wangu wa ndani. Roho Bwana takasa, takasa maisha yangu, takasa njia zangu. kara parima e manderia basekete raka rapa sheketeri ya maka repapa shete pedia bakataida. Mwandishi wa Zaburi akasema sheteria makatarabababosa. E Bwana, ni nani anayeweza kusimama kilimani pako? E Bwana, ni nani anayeweza kusimama mbele zako? reketeria masaka ni yule aendaye katika njia za unyoofu. sheketeria pasuta baka roa Bwana Mungu wa neema, rekesikataramakata katika mlima wako Sayuni tumesogea reperiapas ya makata takasa mioyo yetu Bwana, takasa njia zetu Bwana, takasa utu wetu wa ndani Bwana, takasa vinywa vyetu Bwana. yakarapa karapa suta katai maka suta ma he manderi ya seketeri ya makata ripa shoto kutomi kata pakati makata kwa damu yako takatifu unitakase, kwa damu yako takatifu unioshe aba rika parata pasaka reka paraka tamande re pa seketeria maka mwimbaji, akaimba kasema, nataka nifanane na wewe Yesu, maisha yangu nataka nifanane na wewe Yesu, kuomba kwangu nataka nifanane na wewe Yesu, kuisu kwangu rakata parapa sea reke parasi akata e Bwana unitakase Bwana e Bwana unioshesa sawasawa na wingi wa rehema na fadhili zako Bwana yeke riba saka enda rabash beiata rakata pala debota shata ro Bwana unitakase kwa damu yako shata pakarataba ro Bwana unioshe kwa damu yako takatifu nikague tena utu wangu wa ndani pale mahali ambapo mchungaji wangu hawezi kuona pale mahali ambapo ndugu zangu wa karibu hawawezi kuona, mahali ambapo watu wanaoniheshimu hawawezi kuona. Sheketeria katapariana sa, ni takase Bwana wa mabwana, takasa wangu wa ndani, takasa njia zangu, takasa Bwana, shekeria makasotoperia nama repepesa kata malediapaka wana wa Israeli walipotaka ku...